Nataka kuhakikishia ndugu zangu wa Ludewa, nataka niwahakikishie kwa moyo wa dhati, nataka tujenge umoja, undugu, maelewano, mshikamano. Watu wa bondeni, watu wa milimani, sisi kutugawa, oto, mpo, mimi, ni kitu kimoja. Mbunge asifanyike sababu ya kutugawa kwamba apendelewe. Mimi wote mpo nami, bega kwa bega, ni mbunge inayofikika kwa heshima na taadhima. Kwenye karatasi pale, kama hapajabadilishwa, jina langu litakuwa liko kwenye namba tatu na mnajua kwamba ya tatu ilikoya baraka kikanisanikanisani Kika Yesu alikufa alifufuka siku ya tatu. Kama hiyo haitoshi ndugu zangu ote mnisikite, kama hiyo haitoshi ukienda hospitalini dozi nyingi zinaligoka kutwa mara tatu. Kama hiyo haitoshi ndugu zangu, ili uwe na afya bora inashauriwa kula asubuhi, mchana na jioni.

moyo wenu na utayari wenu. Usisahau jina la aze Izaya. Na wakati tunakuja hapa, tulikuwa tunatoka kwenye kampeni za sa Mheshimiwa Magufuli, tumeshinda kama mlivyoona. Na kwenye kule tulikuwa tunakanyimba kwetu, tulikuwa tunaimba hivi. Naomba mnisaidie kuitikia neno li, nikiimbisha uitikie neno li. Uko tayari? Mpinzani ana umwa, apeleke sipita kwa kumtibu, anaitwa daktari wetu Magufuli, Magufuli kwanza lino.